Suala lingine linasema wanawake tukiwa kwenye ibada ya hija kule Maka, tukifiti tukifikia hatua ya kupunguza nywele baada ya kumaliza kurusha mawe, tunaambiwa kuwa ni lazima ukatwe nywele na mwenzio, na haifai kukata mwenyewe. Je, hii ni sahihi? Na kama nilijikata mwenyewe nini kinaniwajibikia, kama nimesharudi kwetu, yani Unguja, kama anavyosema mwenyewe swala. Jawabu ni kwamba e, ipo kauli kwamba mtu asijikate mwenyewe, lakini akatwe na mtu ambaye kishatahalal kwa maana kishatokana na, na ihramu. Lakini kauli iliyokuwa sahihi e, katika e, fatwa ni kwamba hata mwenyewe mtu anaweza kujikata kwa sababu hana budi mmoja awe kashajikata, halafu alafu wa wakati wengine. Kwa hivyo yule ambaye katangulia kujikata mwenyewe anaweza kuwakata wengine, na ikiwa kila mtu atajikata mwenyewe vile vile basi hapana neno. Lakini izingatiwe kwamba wanawake hawaruhusiwi kujikata mbele za watu, na si lazima ajikate wajikate pale pale. Wakisharusha mawe, wanaweza kwenda hata walipofikia Yani wakaenda wakajistiri, wakajikata kule, sio kujifungua mbele za watu, wakajikata nywele. Kwa hivyo kujikata mtu mwenyewe ipo ruhusa, ingawa baadhi ya wenye ilmu wanapendelea uh, yule mtu ambaye ameshakata nywele zake, kiwa kajikata mwenyewe, kakatwa na mwingine basi awakate uh, wenziwe ambao wanataka wana, wana, wana kutokana na ihramu.